Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia namba yako ya NIDA. Hiyo unatumia mtandao wa e, Airtel umesajili line yako, hiyo unatumia Vodacom au Tigo, NIDA yako ni muhimu kuijua. Hapa mimi huwa nafundisha taratibu ili na wewe uweze kuwafundisha wengine. Namba ya NIDA e, inabidi uijue na useme pembeni inawezekana upo kwenye sehemu ya haraka haraka. E, au upo kwenye sehemu ambapo e, unahitaji kwa haraka, lakini umesahau kitambulisho nyumbani na huwezi kukumbuka. Sasa njia rahisi ya kuangalia namba yako kwanza, cha kwanza NIDA ni siri yako, cha kwanza NIDA ni siri yako. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unabidi uijue. Sasa ili kuifahamu, cha kwanza unaingia hiyo ukatumia, ukatumia hapo Google kutafuta, umeona baada ya hapo, ukishaingia kwenye kutafuta, kwanza kabla yote unajitahidi, ya yote unajitahidi, unarudi hapa, mfano mwanzo kabisa unaingia Play Store, baada ya hapo unaingia kwenye kutafuta hapa. Baada ya hapo, unaingia kwenye Chrome, unaandika hapo kwenye kutafuta, unaandika neno Chrome. Chrome. Baada ya hapo unabonyeza kidudi cha search hapa, tafuta. Ikishafunguka namna hiyo, unakuja unabonyeza hii icon hapa. Baada ya hapo itakuwa imefunguka ime namna hiyo, hapa kutakuwa na option mbili hapa. Kuna uninstall, ni kufuta, hapa kuna update. Utabonyeza ndio update ili baadaye libadiliki liwe open kama mimi, kwa sababu ukibonyeza update itakuwa latest version na itaweza kufanya kama mimi ninavyofanya hapa, kwa sababu toleo litakuwa limejiboresha. Mimi nishaelezea video nyingi jinsi ya kuupdate na faida zake za kuupdate application mara kwa mara ili ubora wake masasisho yake na vitu mbalimbali vipya <coughs> viweze kuonekana moja kwa moja pami. Narudi nyuma, narudi nyuma tena, narudi nyuma, narudi nyuma tena. Baada ya hapo nakuja, naingia kwenye Chrome yangu. Hii hapa Chrome ambayo nime download. Nabonyeza hapa Chrome, umone imefunguka namna hiyo. Baada ya hapo, nakuja kwenye kutafuta hapa, mona, nakuja kwenye kutafuta hapa. Baada ya hapo, nitaandika jinsi ya yeah, kuangalia Umeona jinsi ya kuangalia namba ya NIDA. Umeona jinsi ya kuangalia namba ya NIDA. Umeona, nabonyeza hapo. Baada ya hapo, ntabonyeza kidudo cha tiki hapa, inamaanisha ntairuhusu itafute. Ntabonyeza ukiona kwa hapo ipo hivyo e, au unaweza kuibonyeza hii ya kwanza kabisa hapa, ndio ambao umeandika hapa, utabonyeza hapa. Baada hapo itatafuta ya kwanza kabisa, utaona mtandao hapa wa juu kabisa, wa kwanza namba moja, ubandikwa fahamu namba yako Nin? nini ni kifupi cha National Identification Number, ambayo ni namba yako ya NIDA, ndio jina lingine ni hiyo Alafu hapo juu inaandikwa kabisa hii hii website imeandikwa NIDA Online Services, alafu hapa chini https://services.nida.go.tz. Baada ya hapo, utabonyeza fahamu namba yako ya nini, utabonyeza hapa, mona itafunguka, imeandikwa jihudumie NIDA, fahamu namba ya NIDA m, hapa chini nakwambia taarifa zako kwa usahihi ili kufahamu namba yako ya utambulisho namba ya NIDA. Sasa hapa step zipo hivi, cha kwanza kabisa ah, jamaa e, ambao ni NIDA wenyewe wametengeneza hii website ili kufanya wewe upate namba yako ya NIDA kwa kutumia taarifa zako ambazo zile ushe kujisajili nazo kwenye namba ya NIDA. Ukiwa okay, una haraka una dharura umesahau kitambulisho sehemu hii ni njia rahisi ya kujua NIDA yako kwa sababu NIDA kwanza ni siri yako. Sasa kwenye kujaza hapa, mfano hii jina la kwanza, labda mfano unaitwa labda, unachukulia unaitwa eh, John Johnson, umona itakuja hivyo. Jina la, jina la mwisho labda Johnson, labda Johnson, yes Johnson Joseph, labda mona hapa, hapa ya kwanza, jina la kwanza umejaza, jina la mwisho umejaza, tarehe ya kuzaliwa hapa unabonyeza ili kuchagua tarehe ya kuzaliwa. Unabonyeza hapa ya kwanza, hii iliyoandikwa DD maana yake ni date, emm maana yake ni month, YY maana yake ni year, yani ni mwaka. Sasa hapo nsikiza kwa makini ni mwaka mfano, kwenye date hapa e, inaanza DD, maanake ni tarehe. Labda ulizaliwa tarehe labda kumi, kumuona alafu unaweka dash dash kama hivyo. Inafuatia tuliona pale ni MM, ni month, labda mwezi wa kumi na moja kama ni mwezi wa nane unaweka sifuri nane labda sifuri nane usiweke nane weka sifuri nane inayofuatia apo tunaweka tena deshi nyingine. Inayofuatia ni mwaka, mfano umezaliwa mwaka labda elfu moja mia tisa labda tisini na saba labda au elfu mbili na nne unaweza kaandika hapa elfu mbili na nne au elfu mbili na tano labda, mfano tuchukulie labda wewe ni mdogo sana elfu mbili labda na tano, hapo tayari tunapandisha juu, wanakuuliza jina la kwanza la mama umeona jina la kwanza la mama. Sasa hapo unaandika jina lako la mama kama ulivyosajili kule kwenye NIDA. Mfano labda mama yako anaitwa Irene, labda unaandika Irene. Jina la mwisho la mama, labda mama yako anaitwa Irene, labda Irene Irene -i -i -i -i labda Silvestra umuni chukulie yes. Hili jina limekaa eh, limekaa refu sana labda tuweke Irene Adolf Adolf. Baada ya hapo, sasa tunakuja hii option ya mwisho hapa. Hii hapa tushajaza hapa kote, tunakuja kwenye option hii ya mwisho, inakuletea ingiza neno. Hii hii hapa ni usalama inasaidia kupunguza maroboti au kupunguza watu wanaweza kuhaki website kwa sababu hii itakuwa kama mfumo wa ulinzi. Yoyote uwezi ukaendelea mbele pasipo kuandika namba, kwa, kwa, kwa sababu robot haliwezi kuandika namba kama hizi. Kwa hiyo unachofanya utabonyeza hii kwenye utabonyeza ukipandisha hapa, hizi namba za hapa unazoziona ndio utakazoziandika hapa, mfano mimi hapa ni 96 na naziona hapo 96, naona 13 13, pia naona 67 ya mwisho 67. Baada hapo utabonyeza tuma. Sasa ipo hivi, kama hizi namba zapo uzioni vizuri, unaweza ukazibonyeza hiki kidude cha kurefresh hapa hiki. Ukibonyeza hizi namba zitabadilika, zitakuja nyingine ambazo zinaonekana kama kiurahisi kidogo, mfano nikigusa hapo ita italeta taarifa hizi hapo, umeona imebadilika, lakini huku utabidi ujaze tena. Tunarudi tena haraka haraka kujaza, mfano jina la kwanza tuliweke labda John, jina la pili tukaweka labda eh, John Joseph. Tarehe ya kuzaliwa umeona DD -MM alafu alafu hapo, kwa hiyo inamaanisha date, labda mfano tarehe kumi na mbili ah, ah, sorry Atupo hapa. tupo hapa tupo hapa, tarehe kumi na mbili mwezi labda wa 3 03 tatu, tatu. E, labda mwaka tuchukuli labda sasa hivi wewe ni mzee 1995 ni mhenga 95. Jina la kwanza la mama labda Alice, jina la, la mwisho la mama labda huyu mama anaitwa Alice John umeona baada ya hapo utaingia kwenye neno hili hapa utaliandika hapa hizi namba mfano mimi hapa naona arobaini na tatu baada ya hapo naona 45 umeona hapa arobaini na tatu arobaini na tano ya mwisho ni hamsini na nane nayo naiona pia kwa ya mwisho namalizia hapa arobaini na tatu arobaini na tano, alafu hamsini na nane 58. Umeona, 43, 45, 58. Baada ya hapo, nitabonyeza neno tuma. Kwa hiyo hizi taarifa zako, kama umeziandika sahihi kama hivi, ukibonyeza tuma, lazima NIDA yako itaonyeshwa tu, lazima NIDA yako itaonyeshwa. Kwa ukipiga hapa tuma, a tafadhali subiri, kisha itatafuta Umona, itatafuta sasa. Kumbuka taarifa sijaandika sasahii hapa, imerudi pa tafadhali akiki taarifa zako kama ziko sahihi. Kwa maelekezo zaidi fika ofisi ofis ya wilaya ulipojiandikisha utaweza nautaa na hiyo ndio njia rahisi ya kuipata umona. Ee, ukirudia tena hii video taratibu, basi utaweza kuelewa vizuri. Usiache kusubscribe, video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.